Mkuu wa mkoa wetu, hali yangu kama hiyi unavyoiona, mpaka ufike kule Kimara, kuna changamoto gani hapa kati tuvyoziona njiani? Sasa ninachokuomba baba, maanake hospitali toka tumeahidiwa, ile tumekaja mbunge wetu katuambia na milioni kumi na mbili inajengwa hospitali bango, kesho utaliona, mpaka hivi sasa unavyoona ile hospitali imekuwa gesti. Baba, ninakuomba nipo chini ya miguu yako baba, twende ukaiona ile hospitali bali, itafika kweli Kimala na ibaba, unavyoiona aunda fistula nje nje, hizi fistula nje nje. Baba, ninakuomba niko chini ya miguu yako, twende pale ukaona ile hospitali. Watu kuna kondomu mule, kuna kila kitu mule, watu kifika saa moja amegoza gesi. Baba, unapoona mtoto akija naye hajaingia mule. Ninakuomba niko chini ya miguu yako baba, tufanyie mambo, ndugu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa watoto wanateseka kuja kupimwa kliniki, wanapimwa pale kwenye mti ule unaouona kuna kamba pale. Mkuu wa mkoa unaweza kwenda kuiangalia, msimu huu wa mvua, mama na watoto wanateseka, mama na watoto wanateseka, wajawazito alikadhalika. Tumepunguziwa ada ya kwenda Kimara, kituo cha Kimara. Tuna kituo sawa cha afya, lakini kile kituo cha afya hakitutoshi, wakazi ni wengi. Mama mja mzito anapimiwa ndani mule ofisini, siku ya kliniki ya mama na mtoto huduma za kiserikali zinapatikana kwa shida. Ofisi ya mwenyekiti na mwenyekiti anatuachia ofisi, madaktari wanakuja wanapima wamama. Ndugu mheshimiwa, tunaomba ulichukue na ili ulifanyie kazi. Ofisi imegeuka kuwa sehemu ya kupimia mama mjamzito, mti umegeuka kuwa sehemu ya kuning'inizwa mtoto kubembea kupima uzito wake. Ndugu mheshimiwa, tunaomba ulizingatia hilo hasa huu msimu wa mvua, wamama na wajawazito wanateseka hatuna afya ya mama na mtoto, tunaomba afya ya mama na mtoto. Tunaomba, tuko chini ya miguu yako baba angu, ni miaka mingi sana. Wanasaranga tumelia sana, tumepaza sauti sana, lakini tumetelekezwa. Tumekuwa kama watoto yatima, hatuna baba hatuna mama. Mwisho wa siku tunasema sisi uongozi ya utuone au tumekuwa sisi huku hatuna uongozi. Ukanda huu wote huu ninyi ni mashahidi hatukuwahi kuwa na hospitali kubwa ukanda huu lakini leo tunazungumzia uwepo hospitali kubwa sana ya Muhimbili tawi la Mloganzila. Mloganzila ile pale mnayoiona Mheshimiwa Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameendelea kuwekeza fedha ili badala ya kujazana Muhimbili pale mjini sasa tuendelee pia kwa Muhimbili upande wa Mloganzila tuweze kupata huduma Leo ukienda pale Mloganzila wapo wanaopata tiba vizuri, lakini bado yapo pia malalamiko kwamba madaktari wachache, huduma za afya na kadhalika. Kwao katika ngazi kubwa sana ya kitaifa, Mheshimiwa Rais ameibeba sekta afya sawa sawa, na ndio maana leo pale Mloganzila pana madaktari bingwa. Daktari bingwa mmoja malipo yake na kumwacha hapa hapa nchini sio jambo la mzaha. Ili afikie kwenye taaluma ya daktari bingwa inamhitaji miaka tisa mpaka kumi na ada zake sio ada za kawaida, lakini mwaka jana Mheshimiwa Rais amewalipia madaktari bingwa si chini ya mia sita ili waongeze uzoefu waje pia waweze kutibu kwenye mahospitali yetu makubwa ambayo leo mmesikia kuna huduma za kupandikiza figo, kuna huduma za kufanya operesheni ya moyo bila kuupasua, kuna huduma za kufanya operesheni ya ubongo bila kuupasua. Hayo yanapatikana Dar es Salaam, yanapatikana Muhimbili, yanapatikana JKCI, yanapatikana Ocean Road. Naungana na, na ninyi Watanzania wa, wa, wa Msaranga kwamba tuibebe agenda hii ya kituo hiki kiweze pia kukamilika, lakini nafahamu kituo hiki kitakuwa ni kwa huduma za msingi tu, zile za awali. Wala hautafanyiwa upasuaji mkubwa hapa, wala hautapata daktari wa kibingwa. Tutakapokikamilisha hiki kinakuwa ni zile huduma za kawaida, halafu baada ya hapo utakapopewa rufaa mahospitali makubwa utayaona, na ndipo utasema asante Mungu, lakini mjalie Samia Suluhu Hassan kwa huduma hizi. kwa hoja yangu ya msingi ni nini? hoja yangu ya msingi nitaka kusema kwamba wana Dar es Salaam, pamoja na vilio tunavyoweza kuwa navyo, lakini vilio vyenye majawabu kuliko mtu mwingine wa mbali anapopata majanga ya afya kuliko mtu wa mkazi wa Dar es Salaam leo. We ukipata haya, angalau kuna hospitali karibu utakwenda na kurudi nyumbani, lakini mtu aliyoko kule Katavi, mtu aliyoko kule Songo na Rukwa, bado itakuwa ni mtego mkubwa kwake, kwa kwa gharama za usafiri gharama za makazi, gharama za madaktari, pamoja na gharama zingine. Lakini kuhusu hospitali sasa, baada ya kuwa mmenielewa, wangapi mmenielewa kwenye huu kweli niliowaambia? Sasa baada ya kunielewa, kuna uongo wa pili utakuja kutengenezwa, kwa kuwa mwaka huu tunakwenda kwenye siasa za zasera zao, kumpata rais, kupata madiwani na kupata hata wabunge. Anaweza kutokea mtu hapa, sa hapa tulipo akasema mnaona serikali kwa miaka 60 tangu uhuru haijafanya kitu chochote, na mkasimama ninyi pasipo hofu ya Mungu na kusema ni kweli kabisa haijafanya kitu chochote, lakini kumbe ukitoka tu nje hapa unakutana na barabara lami kubwa ambayo hajawahi kuwapo katika mkoa wote ukienda mahali pengine popote unakuta kumbe kuna mahospitali makubwa ambayo hayapo kwenye mkoa wote. Ukienda pembeni kidogo, unakuta kumbe pana miradi ya maji ambayo haijawahi kuwapo mahali popote. Ukienda mahali pengine, unakuta kumbe sisi tunapata umeme, wenzetu kumbe hawajawahi kuwa na umeme. Ndipo najiuliza kwamba miaka sitini iliyopita mwimbili ilikuwa hivi, Kariakoo ilikuwa hivi, hapa palikuwa hivi, manyumba hapa alikuwa hivi? Jibu linakuja hapana, bali huo ni uongo wa uchonganishi ambao kwa kuwa watu walikuwa wanatafuta vyeo. Sasa majawabu ya hapa ni nini? Akija mtu yoyote wa chama chochote kuambia kwamba serikali hii haijafanya kitu na kwamba muitoe madarakani ifanye yenyewe, waambieni jiri ni jibu la kwanza, waambie hivi kwamba hospitali hii inahitaji milioni mia moja tu, na chama chenu ni kikubwa sana Hebu wekeni mia hii kwanza, alafu tuwaamini kwamba mnaweza kuwa viongozi serikali. Hoye, tuache kusikiliza siasa za maneno matupu. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa, kama mkuu wa mkoa ambaye nahitaji siasa za vitendo, naelekeza afuatayo: mpaka kufikia Ijumaa ya wiki lijalo, milioni 100 zitakuwa zimeingizwa kwenye akaunti Nisikilizeni, leo mkuu wa wilaya amesema hapa leo, mkuu wa wilaya amesema hapa kwamba kuna ratiba kidogo, mimi zimeniingilia muda sio mrefu, nitakatisha hii speech halafu nitaendelea na hizo ratiba zingine, lakini mtaniwia radhi kidogo. Tunataka siasa za vitendo. Wiki ijayo kabla ya Ijumaa milioni mia moja zitakuwa zimekwisha ingizwa kwenye serikali hii ili kituo hiki kipandishwe Kiezekwe na huduma zianze kutolewa haraka iwezekanavyo. Milioni 100 itashindikana? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunatekeleza. Jumatano tunaleta hizo fedha. Mkurugenzi anasema wiki ijayo Jumatano pesa itakuwa imefika.